Mashirika ya haki za binadamu yameendelea kushtumu serikali kwa kukosa kuwajibikia mauaji ya vijana waliouawa au kuteka nyara katika visa tofauti nchini. Ripoti ya mashirika ya haki ikiandikisha mwaka jana kuwa na idadi kubwa zaidi ya visa vya utekaji nyara na mauaji yaliyohusishwa na polisi. Na kama anavyotuarifu Willy Lusige, halmashauri ya utendakazi wa polisi aipoa sasa inalaumu ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa kuwa kikwazo. Mwaka 2024 ulishuhudia mauaji na idadi kubwa zaidi ya utekaji nyara unaohusishwa na maafisa wa polisi kuwahi kushuhudiwa kihistoria. Ripoti <noise> ya Missing Voices iliyoandaliwa na mashirika ya kutetea haki nchini ikionyesha mwaka huo taifa lilishuhudia utekaji nyara na vifo 159 kenda, mara tano zaidi ya visa 128 vilivyoshuhudiwa mwaka 2023. Enforced disappearances increased by 450% from 10 cases in 2023 to 55 in 2024. Of these cases, less than 2% of extrajudicial uh, killing cases takwimu zikionyesha visa vingi vilitokea mwezi Juni na Julai, kipindi cha maandamano ya Gen Z kupinga serikali. Cheche za moto zikirushiwa mamlaka ya kusimamia maswala ya polisi IPOA, kwa kutowajibisha maafisa waliokosa. IPOA ikijitetea nayo na ikielekeza lawama kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma murder. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga akiitaka jamii ya kimataifa kutosalia kimya. That action is going to be taken on the report. If no action is taken on the report, Kenyans will join you to demand court action on Ripoti hiyo haijadokeza pekee kuhusu idadi kubwa ya kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara na mauaji yanayohusishwa na maafisa wa polisi ila pia inataka mabadiliko makubwa kuhusu jinsi maafisa wa polisi wanavyopokea mafunzo yao. Willy Lusige, Runinga ya Citizen Nairobi.